Mimi naitwa Mamatetu. Ushauri wangu kwa hiyo wow, oh, hey, kwa watoto ku, kunyanyasika. Kuna watoto wengine wananyanyasika, tunakuta wazazi toto kusema, watu wengine wanasema wale wamama ambayo kuna wamama ambayo, unajua kuna ambayo unakuta mtu amefiwa na mume wake, labda kamchukua mwanamke labda Nya, ni mtoto yule sio wa yule, yule mama, alafu wanasema wananyanyasa, lakini kuna wazazi kabisa ani wananyanyasa watoto unaona. Wanapomnyanyasa ule mtoto, unakuta mtoto mara hivi, hata kama ni mambo ule mtoto awi na amani, na ndio inasababisha hata mtoto saa ingine unasikia mtoto amejiua, mtoto amejinyonga, ni kwa sababu ya sisi wazazi tunayasababisha. Na kitu kingine ambacho kinayokuja kwa vijana, hivyo vitu wanavyovifanya sio vizuri, kwa sababu unaweza kukuta labda ni binti Unaona yeah. Amekutana na kijana anaanza kumfanya mambo mabaya ambayo yafai. Tunaomba serikali iangalie hicho kitu, kwa sababu serikali itapoangalia kitu hicho kitu ambacho cha kufanya watoto. Kuna watoto unakuta wanafanywa kinyume na nini na, na, na, na muumbile yao, kwa sababu unakuta mtoto mdogo mwenye miaka mitano miaka sita mwanaume unakuta ni mtoto mwenye miaka thelathini ambaye anafanya ule mtoto sio vizuri. Kwa kweli, hiyo unaonea ule mtoto. Hata kama ni mtoto mwenye miaka kumi, huwezi kumfanya kitendo kama hicho. Unaomba serikali iangalie, mtoto atakapofanyia kitendo kama hicho, serikali itumie aitumie walali yake na ichukue hatua kubwa, kwa sababu ya yule mtoto. Serikali iangalie kabisa kila upande sehemu yoyote ambaye anafanya kinyume na ile, kumnyanyasa uye mtoto kumpanya mabaya mtoto, yaani serikali ichukue hatua yake tena wa, wa, wapewa hatua kali sana, sio watia wa ndogo, wakamatwa na wapelekwe kwenye vyombo za sheria ili waeleze, kwa sababu watu sasa hivi ani watu wanafanya unyama kabisa. Hata mbwa hawezi kufanya hivyo. Yaani, maonyo ma wangu ndio hiyo, na yaomba.